Ndicho kimemtengeneza Mungu mtu kimempa rais mamlaka ambayo hata mfalme wa Uingereza hana. Leo the storyline inakufungulia vifungu vitano vya hatari ambavyo ndivyo vinavyompa Rais Samia na marais wengine wote wa CCM jeuri ya kufanya lolote analotaka dhidi ya Watanzania akijua hakuna wa kumgusa. Hii siyo siasa, hii ni sheria iliyogeuka kuwa fimbo ya kutuchapa. Twende tukaivue nguo katiba hii. Kifungu namba moja kinga ya kutosha kiwa leseni ya kufanya lolote rejea ibara ya 46 ya katiba kifungu cha kwanza na kibaya kuliko vyote ni ibara ya 46 kifungu hiki kinasema wazi wakati wote rais atakapokuwa bado ameshika madaraka yake haitakuwa halali kumshitaki mahakamani kwa kosa lolote na jinai au la madai ndugu mtanzania Elewa maana ya hii. Hii ina maana Rais Samia akiamua leo kuamuru jeshi lipige risasi waandamanaji kama ilivyotokea Oktoba, au akiamua kuchukua kesa hazina na kuigawa kwa familia yake, hakuna jaji, polisi wala hakimu anayeweza kumuita na kumuuliza kwa nini. Hii ndiyo inayompa jeuri. Anajua hata avunje sheria kiasi gani. Katiba imempa bulletproof. Yeye yuko juu ya sheria. Hii inamfanya asiwawazie wananchi, bali awaze tu jinsi ya kubaki madarakani. Kifungu namba mbili: ushindi wa uraisi hauhojiwi, wizi wa kura uliohalalishwa. Rejea ibara ya arobaini na moja kifungu cha saba. Jeuri ya pili inatoka hapa. Kwa nini rais aogope wananchi wakati anajua kura zenu haziamui mshindi? Ibara ya 417 inasema, tume ya uchaguzi ikishamtangaza mgombea kuwa amechaguliwa kuwa raisi, basi hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuchunguza kuchaguliwa kwake. Hiki kifungu ndicho kinachofanya watawala watudharau. Wanajua hawahitaji kura zako ili waingie Ikulu, wanahitaji tu tume imtangaze. Akishatangazwa hata kama alipata kura sofuri, imetoka hawezi kutolewa. Hii inampa raisi jeuri ya kusema mtapiga kelele mchana usiku mtalala, kwa sababu anajua mahakama imefungwa mdomo na katiba. Kifungu cha tatu: mamlaka ya uteuzi kumiliki mihimili yote. Kwa nini bunge ni dhaifu? Kwa nini mahakama zinaogopa? Jibu liko ibara ya 36. Ibara hii inampa rais mamlaka ya kuteua na kutengua karibu kila mtu mwenye nguvu nchini. Anateua majaji, anateua wakuu wa mikoa, anateua wakurugenzi, anateua IGP, anateua mkuu wa majeshi. Hii ina maana gani? Ina maana watu wote hawa hawawajibiki kwako mwananchi, wanawajibika kwa rais. Jaji akiwa mkali anashushwa cheo au kuhamishwa. Mkuu wa polisi akigoma kupiga raia anafukuzwa kazi kwa maslahi ya umba. Rais anamiliki remote control ya serikali nzima. Hii inampa jeuri ya kujua kwamba hakuna mtu ndani ya serikali anayeweza kumkosoa, maana mkate wao uko mikononi mwake. Kifungu cha 4 kumiliki tume ya uchaguzi, refa ni wangu. Rejea ibara ya 74 Tunaelekea kwenye uchaguzi au tumetoka kwenye uchaguzi wenye mashaka. Jeuri ya rais inatoka wapi? Inatoka ibara ya 74. Katiba inampa rais, ambaye ni mwenyekiti wa CCM na mgombea, mamlaka ya kuteua mwenyekiti na makamishna wa tume ya uchaguzi. Yaani, rais anateua refa wa mechi anayocheza yeye mwenyewe. Hivi unategemea nini? Hii inampa jeuri ya kujua matokeo kabla hata kura hazijapigwa hawezi kuwa na hofu ya kupoteza madaraka kwa njia ya kidemokrasia kwa sababu anamiliki mfumo mzima wa kuhesabu kura. Ndio maana hawaogopi maandamano, wanajua sistem iko mikononi mwao kisheria. Kifungu namba 5: amiri jeshi mkuu, nguvu ya bunduki, rejea ibara ya 33. Na mwisho kifungu kinachotisha zaidi, ibara ya 33 inamtambua raisi kama amiri jeshi mkuu hii haimaanishi tu kuvaa gwanda za jeshi kwenye sherehe. Inamaanisha vyombo vyote vya dola, jeshi la wananchi JWTZ, polisi, usalama wa taifa, vinafanya kazi chini ya amri yake. Hii inampa jeuri ya kutumia nguvu za kijeshi dhidi ya raia wake. Kama tulivyoona, bunge halina meno ya kuzuia rais kutumia jeshi vibaya ndani ya nchi kwa kisingizio cha kulinda amani. Raisi anajua ana bunduki na wewe una maneno tu. Hii ndiyo jeuri inayomfanya aweze kuzima mtandao, kuteka watu na kutisha wapinzani akijua ana jeshi nyuma yake linalomtii yeye na siyo katiba. Hitimisho. Ndugu zangu wa Tanzania, umeona? Tatizo la Tanzania sio tu mtu anayeitwa Samia, tatizo ni kiti anachokalia kimetengenezwa kwa misingi ya kifalme na kimungu mtu. Hata ukimtoa Samia leo akija mwingine na katiba hii hii atakuwa na jeuri ile ile, atakuwa na uwezo ule ule wa kuumiza. Ndiyo maana the storyline tunasisitiza, dawa ya jeuri hii siyo kubadili dereva, ni kubadili gari. Tunahitaji katiba mpya itakayopunguza nguvu hizi za rais. Tunahitaji katiba itakayomfanya raisi aweze kushtakiwa. Tunahitaji katiba itakayofanya tume ya uchaguzi iwe huru. Bila hivyo, tutaendelea kulalamika huku wao wakiendelea kututawala kwa jeuri ya kisheria.